Na mtazamaji wa Watamu TV kama unavyoona nyuma yangu kwamba kuna raia so, uh, uh, uh, wa Watamu ambao kuna hasira kali sana, hivi unavyoona hapa wa Watamu kwa sokoni, sokoni kwamba leo hawajawa na hawajaaawalaa, wanasema kuna ploti ambayo ishagrabiwa hii ploti ambayo iko nyuma yao so hivyo kukamao hapa, tunataka kuongea patue

na ukumbuke ni wananchi wa Watamu ambao wanataka haki yao. Tunataka kujua ni nini ambacho kimejiri mpaka wamekuja pamoja, wakiwa wanalia, wanasema haki yetu. Je, nyamazena ongeewamajin kwa majina, anaitwa Azali, lakini ni mzee wa mtaa wa Timboni. Katika mkutano uliofanyika kama mwaka mmoja au miezi minane iliyopita, tukiwa na waziri wa ardhi wa kaunti na waheshimiwa kadhaa na meneja wa kaunti ya municipality ya Watamu, waziri alituhakikishia kwamba wa, wa, Watamu township hakutaingiliwa na mtu yoyote au atakuja mtu yoyote na kikaratasi chake na aseme hapa ni kwangu, mtu huyo mpaka apitie kwa kaunti, kaunti ikubaliana e, na yeye na chifu na wazee wakubaliana na yeye kwamba ni kwake, ndio hapo pahali achukue. Lakini hakuna mtu anafaa avunjiwe, mtu ambaye amekaa muda mrefu avunjiwe na mtu ambaye atatoka huko atajui kama watu hapo wamekaa muda gani. Sawa sawa. Kwa hivyo hatutakubaliana na mtu yeyote tuvunjie nyumba zetu na aende hmm. Sawa? Ah, good. Ah, na labda pengine ningetaka kukuuliza kwa sababu naona watu wako na hasira sana yeah. Labda kuna nini ambayo kinaendelea hapa ikapelekea watu kuja hivi pamoja? Watu kuwa na hasira ni kwamba watu wamekaa kama huyu mama amekaa na watoto wake hapa na karibu miaka kumi na tano ishirini sasa itakuwaje, wale watoto watawapeleka wapi? Okay. Labda pengine uh, ningetaka ku mweke wazi paka vile ambaye anatutazama pale ni nini ambacho kimejiri paka imefikia mahali raia wameshika uh, matawi na wamekuja na hasira. wamekuja huwa ni land grabbers, mm. Watu mabonyenye mm. Wenye fedha zao mm. wanapitia kwenye makaratasi uko majuu mm. Wakiangalia wanaona hii ardhi iko vacant, bila kufika pale ground. Utaangalia kwenye karatasi, lakini ujue kwa ground kuna watu pale wamejenga sasa hiyo huwa haikusaidii. Umeenda kununua kwa karatasi, lakini hujanunua pale kwa ground. Okay. Yeah. Uh, labda mama, ala kwa majina yako, nimekaa miaka kumi na, kwa. <coughs> Mi na Mi mitano kw

Msahau jina lake okay, ni sasa. na labda pengine nikuulize, mwenye ambaye anadai hii eneo ni lake anaitwa nani? Kimani, Kimani Mbogwa, Kimani Mbogwa. wewe lazima tukufanye mambo wewe, okay. Na labda labda pengine kulingana na tetesi ama kulingana na stori ambazo ziko kwa sahii huyu, yes. yes. anasema labda aliuziwa na hapa 1969 ameshika hapa yeye mwenyewe eh, eh? Na nyinyi mmeuziwa? Nana si tumeuziwa wa hapa na kanji lakiwa wakati walipwa nawewai kiwa serikalini wote. Ilikuwa ni mwaka gani? Na labda pengine swala hili ambalo liko kwasa, waze hota, kwa saa hii kuna wazee wote ambao ni mashahidi wakuwa wewe uliuziwa hapo wote, wote, wote, wote, wote, wote, wote. Okay. Wote wako wote wenye kuniuzia wenye kunitia wote wako. Uh, labda pengine pale kuna gavana kuna, kuna mbunge wanakutazama pale, labda ungetaka kuambia vipi ili upate msaada, mimi you know. Naomba gabana wangu wote wanisaidia kwa hii kitu, kwa sababu nimepelekwa kotini kwenda kurudi mpaka sai, nimeleta kotiona ya kumomoa iko d phod ste vo. Umepewa muda gani uvunje kwa sahi? Okay, ni sawa. Labda pengine madam, una unalo la kuongea kwa majina eh, anaitwa Pamela Kadambi. Mimi ni msichana wa Watamu, nimezaliwa hapa, nimekulia hapa, nimesomea hapa. Sisi tumekuwa hapa kwa muda mrefu, kila mtu anatutambua, zetu za nyumba kumi wanatutambua, za kijiji wanatutambua. Sisi hapa ni kwetu na tunataka haki. Hatuwezi kukubali Kimani Mbugua Maguta atoke alikotoka aje atudhulumu sisi. Tunataka haki yetu sisi tunataka haki yetu okay. Ah yeah, uh, hivyo basi kama ulivyosikia wakaji wa Watamu wanalalamikia Hakia, watumai viongozi ambao mnatutazama basi mtatoa suluhu la jambo hili ambalo linaendelea hapa Watamu. Hii Watamu ni ya wakaji wa Watamu na pia ni nchi, ni ardhi ambayo iko na pisi sana. So hatungependa Watamu ichafuge kwa sababu ya ardhi. So viongozi natumai mnatutazama na mtaingia kati na mtatusaidia kupata suluhu. Kwa majina anaitwa Mohamed Eid. Tuliuziwa plot 207 Mshwalami. Nimeenda nje safari zangu za hapa na pale baada ya kama miaka mitano nikirudi ni napata plot ishajengwa katana story. Wewe ndo nilimuuzia plot, tukienda kwa loya tukamalizana. Lakini sasa hii umemuuzia wewe bwenyenye pale, ameweka palace. Mwambie mwenye palace ile yote, litakalomfikia pale, sisi lazima tupate haki yetu. Haki ipatikane sipatikane, haki sipatikane ipatikane, haki yetu eh! Hey, haki yetu. Okay, hiyo basi ni kesi nyingine ya pili ni kesi nyingine ya pili, kwa sababu kadya, hiyo ni kesi ambayo iko pale mwisho wa lami. So wata viongozi, kuna kesi nyingi ambazo ziko hapa ndani ya Watamu. Tunaomba mwezi kupita kati haya. Assalamu asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu. Kwa majina kama mnavyonitambua Watamu influencer. Sawa, Salim Rifaat Farid. Hivi tumesimama hapa sisi, twalilia haki za mama zetu na wazee wetu. Tumedhulumiwa, watoto wadogo tushawazaa, tushazoea kuwaeka kwenye majumba. Sasa hivi mtake kutuondoa hapa, mahali tuwapeleke wapi? Wamama, ni mama karanga, wamama ni mama, yeah, yeah, yeah. Wenye wa yeah, yeah, yeah. wa wako masokoni hapa, wanauza tomato, wakiangalia hesabu zao, kesho usiku warudi zao ndani waangalie wa, watoto wao takula nini? Wewe mwenyewe uje useme hii plot ni yako yeah. Sawa, kwa muda tu wa wiki mbili alafu upewe nyinyi mkuloko huko. Viongozi mna kazi gani? Sisi huku yeah. tunaumia huku, tuwapigia yeah, voti yeah, yeah. kila siku yeah. Tuna haki gani, ama tuna msaada gani tupata kutoka kutoka kwenu nyinyi viongozi oui? Tunasema hapa sisi hakuna atakayekubali kuondoka katika nyumba yake, si, si, tutakaa si, hapa hapa tuleteeni hapo mtaka kutuletea mtu we hapa kwenye kwenye vizingiti kwenye vizingiti vya nyumba yetu right, hakuna atakayekubali Muamua kutusaidia tafadhalini, viongozi hii nini wenu basi matumbo wewe. Haya la mama ma pia mama pikanti, pia mama hapo mbele. Kwa majina sumeia mimi ni mtoto wa Francis mwenye ile ghorofa pale hasira yetu leo yote, sisi tumeenda kotini mara ya kwanza ule mwenyenye sijui pesa ni nini, wamajaja wa na title deed ya 1969 ndio anayotumia na kule kotini ndio wameikubali wakasema, muhimu amekuja na title deed, kwa hivyo shamba ni la na sisi hapa hakuna mwenye title deed hapa area yote hapa. Kwa hivyo tuko na agreement zile ufanywa kwa chifu, ukienda na agreement kwa ukienda ni zile agreement kwa tena walizo chifu ndio uza shamba eh? Kwa hivyo sisi tunazoomba ni <coughs> viongozi watusaidie, sabu tumeenda koti mara ya kwanza tumeanguka, mara ya pili, mara ya tatu. Sasa saa hii koti hodo imekuja, any time tu to. Tunaweza tolewa hapa kutoka hapa mpaka kwenye ile ghorofa pale ile pale. Kwa hivyo tunaomba waheshimiwa wote watusaidie tafadhali, hatuondoki hapa hapa. Hapa kama ni kufa tutakuwa hapa. Kama mtu atafuta kifo aje aseme hapa guse tu, ni usiku, ni saa ngapi? Dozi tunafungia dozi sisi. Ndio sisikidogobeleedbe

Alafu waloongea umewasikia, natumai wewe la kufanya wajibika, wewe kama kiongozi. Alafu kwa wale ambao wanatutazama wewe la kufanya basi subscribe Watamu Online TV, ili endapo tumeangusha kazi yoyote, basi uwe mtu wa kwanza kututu, kututazama na kupata video zetu.